Hapa tumekusanyika asubuhi hii kwa amani kwa starehe zote, kwa sababu tuna amani ndani ya nchi yetu, vinginevyo mm. mm, tusingekuwa na amani, tusingekaa hapa, kila mtu angekuwa amejificha anapojua mwenyewe. Sisi Watanzania, kama walivyosema wenzangu, hatujazoea kuishi na mfumo wa vita. Sasa hivi, tukisikia tu gari imepata pancha hapo, tutakimbilia kwenda kuangalia mlio wa nini. umeona eh? Tayari adui ameshapata nguu ya kufanyaje ya kutumaliza likilia bomu hapa sasa hivi, tutakimbilia tukaangalie mlio wa nini, badala hakuchukua tahadhari ya kujificha, sisi tunapeleka nini macho yetu kwenda kuangalia hapo, ndo tunapoenda kumalizika. Niwaombe, tumezungukwa na mataifa yote yanavita, kimebaki kisiwa cha Tanzania, ni kwa sababu ya Chama cha Mapinduzi, sio kwa sababu ya mtu. Tunasema chama kwanza, mtu baadaye, hata kama humtaki mtu lakini kithaminishe nini, chama cha mapinduzi kilete amani. CCM walio wengi hapa ya ni wazee wakubwa, wanajua madhara ya vita na wanazijua vita zinakujaje, liamini tu 79 hapa 78 hmm? Ametutikisa, ametutikisa vibaya sana. Sisi kipindi hicho tuko shuleni tunachimba mahandaki, kwani tuliaishi tuliaishi hayo mahandaki. Ukiingia ndani vumbi limejaa, giza, hewa hamna, ni shida juu ya shida. Niwaombe mama zangu, niwaombe baba zangu, na vijana wote walioko kule wenye mwamko wa wa maisha, wapunguze huo mwamko, tutakufa kama ugonjwa wa kuku. Ukiingia asubuhi, jioni wamesha kufa, watano wozi, hata kuwachinja. Vita ni mbaya, vita ni mbaya. Ndugu yangu, utabeba mbo, utaacha mtoto, utabeba jiwa, utaacha mtoto. Unaongeni kweli? Eh, si tunaangalia kwenye vyombo vya habari Simu tunazo TV tunazo, tunaangalia mm -hmm. eh? mambo yanavyofanyika nje, watu wanalipua milipuko inalipuka, nyumba zinangua moto, mji mzima, hutaokoa hata kipisi cha, cha, cha kanga wala cha shati kwa ajili ya vita. Tusiogope vitisho vya aina yoyote, kama endapo vitatokea katika maeneo yetu, vitisho hivyo vinatufanya sisi tupoteze kura zetu. Ulinzi utakuwepo wa kutosha, na tumesha hakikishiwa na mama yetu Mama Samia watu wa ulinzi na usalama, jeshi la polisi, migambo yetu ipo kila, watu watapangiwa vituo kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa raia wa wanachama wetu unapatikana. Kwa hiyo tusiogope kwa lolote litakalotokea. Lakini la pili, kama alivyosema mwenyekiti, saa moja juu ya alama tuwe kwenye vituo vya kupigia kura. Kwa sababu gani? Wameahidi kupiga picha watu wa upinzani ili waone vituo vyetu havina watu, waseme watu wa CCM sasa wametuunga mkono, hawapo kwenye vituo, kwa maana hawaendi kupiga kura. Hapana, sisi wakina mama na baba zetu, vijana wetu, tuhimizane mapema, saa moja tuwe tumeshafika kwenye vituo vyetu vya kupigia kura. Wanapokuja wasimamizi, wakuta sisi tayari, tuwe tumeshafika mpaka saa tatu, saa nne, saa tano, wakina mama tuwe tumeshapiga kura tayari. Wote tunarudi nyumbani kuendelea na mambo mengine, tunasubiri saa kumi mpaka saa kumi na nusu tunaanza kukaribia kwenye vituo vyetu kwa ajili ya kwenda kushangilia nini, matokeo ya uchaguzi. CCM oye! CCM safi, safi.